Ukiona unaomba na hauna kiu ya kujifunza, hauna kiu ya kulijua jina la Bwana Yesu, hauna kiu ya kuitafakari Biblia, hauna kiu ya kujifunza na nyimbo za kiroho, uelewe kabisa wewe huna haja au huna kiu ya kukua kiroho. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina na utabarikiwa. Sasa, ili ukipate unachotaka kukipata, na kiongezeke na kikue zaidi siku zote za maisha yako, ni lazima uwe na kiu ya kutaka kuwa kiroho. Usiendelee kuwa kama jinsi ambavyo haujaokoka au haujaanza kumtafuta Mungu kwa bidii. Ukitaka kukua kiroho, ni lazima uwe na utofauti na mwanzo ulivyokuwa. Bwana Yesu atasaidesa. Kwa hiyo tunaona hapa jambo ni, ni, ni, ni imani zetu zikue. Jambo la pili ni utukufu wa Mungu ukapate kuongezeka siku zote. Bwana Yesu atasaidesa. Jambo la nne ni neema ya Mungu ikapate kuongezeka kila siku katika maisha yako. Jambo la tano tukapate kukua katika kumjua Mungu, kumjua Kristo Yesu. Jambo la sita, upendo wetu juu ya Mungu ukaongezeke siku zote, na upendo wetu kwa wanadamu ukaongezeke. Bwana Yesu atusaidie sana, sema amina na utabarikiwa. Nisikilize, jambo la saba ni kiu juu ya Mungu, kiu juu ya neno lake ukapate kuongezeka siku hadi siku. Ukitaka kuwa kiroho na uone mabadiliko, ni lazima uwe na kiu ya neno ikapate kuongezeka siku hadi siku kiu ya kujifunza Biblia, kiu ya kuitafakari Biblia, kiu ya neno ndani yako isiishe siku hadi siku Bwana Yesu atufaidi sana, sema amina na utabarikiwa. Sasa hebu jiulize, unayempenda Yesu, unayemwamini Yesu, unayetaka uwe kukue na ukuu wa kiroho, una nini ndani yako? Una kiu gani hapo? Bwana Yesu atusaidie sana, sema amina na utabarikiwa. Ni jambo la msingi sana ambalo inatakiwa ulielewe. Ukiona hauna hata Biblia, ni mwaka mzima, ni miaka miwili, ni miezi toka umetamani kumjua Mungu, uelewe kabisa, bado kujawa na ile kiu ya kweli kwa kutaka kukua kiroho. Bwana Yesu atusaidie, sema amina na utabarikiwa. Bado utaendelea kuwa kikawaida, bado utaendelea kuwa mtu wa kawaida na utaendelea kupata vya kawaida, haipingiki. Bwana Yesu atusaidie, sema amina na utabarikiwa. Yoyote ambaye anahitaji Mungu amsaidie, natakiwa atamani basi na yeye kukua kiroho awe na mabadiliko. Bwana Yesu atusaidie. Kwa kuwa kabla ya hapo, hujaanza kukua kiroho, adui alikutinga, adui alikubana, adui alikuweza, adui alikuweka chini, adui alikuendesha jinsi anavyotaka, kwa kuwa namna yako ya rohoni haikuwa imeongezeka iko pale pale, ambapo inampa nafasi adui kufanya jinsi anavyofanya ndani yako, kwa sababu hauijui haki yako iko wapi. Bwana Yesu atusaidie. Shetani anaogopa sana mtu ambaye anaijua haki yake. Haleluya, sema amina na utabarikiwa. Kwa hiyo hapo unaona sasa wewe hawezi kuona na matokeo ya kukua kiroho kwa sababu hautamani kukua kiroho. Nisikilize, mtu anapokuwa kiroho, mashambulizi yanakuwa ni mengi sana. Kwa hiyo ni lazima upate matengenezo ya neno la Mungu vizuri, na inatakiwa upatiwe silaha za Mungu ili uweze kukua kiroho vizuri. Bwana Yesu asaidie sana, sema amina na utabarikiwa.